Mwenyekiti cha wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman amesema uamuzi wa chama chake kushiriki katika uchaguzi mkuu umewawezesha kujua jinsi taifa lilipofika katika nyanja za utawala na uongozi na demokrasia. Mheshimiwa Othman Masoud amesema taifa limekosa mambo yote hayo waliyoyataja Aa, kwa sasa na hayo yote yamethibitishwa na uchaguzi uliopita wa Oktoba 2025. Mengi zaidi msikilize mwenyewe anachokisema. Uchaguzi mkuu kumetupa fursa ya kuyabainisha mambo mengi ambayo ya yanaendelea katika nchi yetu. Kiwango ambacho tumefika cha kukosa uongozi kiwango ambacho kimefika cha kukosa demokrasia, kiwango ambacho kimefika cha namna taasisi zetu mbali mbali ambazo zilitarajiwa zisimame zisimamie uendeshaji wa nchi namna gani zilivyofikishwa na nchi yenyewe zilipofika. Haya tumeweza kuyaona, kwa sababu tulishiriki uchaguzi mkuu. Kama hatukushiriki uchaguzi mkuu, ingekuwa ni njia ya rahisi ya haya yote kufunikwa bila dunia kuweza kuyaona. Kwa hivyo uamuzi wetu huo ulikuwa ni sahihi, na tumeionyesha dunia kwamba ilikuwa ni njia sahihi ya kupambana na kupambania marekebisho katika uendeshaji wa nchi yetu. akusomea maoni ya watu ab Abiola anasema omo, dunia imeona tangu maalimu yuko hai na hakuna kilichoendelea. Sasa kuweka vikao vya kuzungumzia dunia sahau kupata msaada. Anaandika maoni yake katika taarifa hiyo. Victor Moshi anasema yaani, unatumbukia kwenye tundu la mamba ili ujeruhiwe, halafu unakuja kusema nilikuwa napima nitajeruhiwa kiasi gani. Kweli hawa ni mazumbukuku. Naye alichangia mwingine, aliyechangia ni Salam Palango Salum Palangwa anasema hongera, ACT Wazalendo, huwezi kuamka tu ukatembea. Kwa kifupi, mapambano yanaendelea, hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Demokrasia sio kuweka mpira kwa pani. Leo hii kamati muhimu ya LAAC ipo chini ya chama cha ACT Wazalendo. Hayo ndio alikuwa maoni yake katika ukurasa wa Facebook na mwingine ni Rasu Ukimwa anaandika yapo na mkubali sana omo, ila kwa hilo sikubaliani naye. Dunia imeona udhaifu na mapungufu ya uchaguzi wa Tanzania kutokana na Chadema na wafuasi wake kufanya kweli kwa kuhakikisha hakuna uchaguzi utafanyika bila ya marekebisho yatakayoleta haki na uhuru kwenye uchaguzi. ACT e, walikuwa na slogan ya kulinda kura na hatimaye haikuwa na faida yoyote ile zaidi ya kuwapa nguvu sisi ya muendelee kujitangaza na kuongoza nchi kwa kiini macho na uhuni. Bwana huyu alijibiwa na baadhi ya watu, Ikbal mmoja wao akasema, kwa hiyo Chadema kuzuia uchaguzi ndo rais hajachaguliwa au ndo wamewapa watu nafasi ya kufanya mambo yao kwa epesi? Mimi kwa maoni yangu hata Chadema hawajapunguza kitu kwa kutoshiriki kwao. Mwingine aliyejibu ni A, pete anasema, mwehu pekee ndo anaweza amini, bila marekebisho hakuna uchaguzi ili kuwa na tija. Hakukuwa na tija wakati marekebisho hayakuwepo na uchaguzi ulifanyika. Naam, hayo ni baadhi ya maoni katika taarifa hii kwenye ukurasa wa mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, mheshimiwa Othman Masoud kuhusu alichokisema kwenye kikao cha kamati kuu jijini Dar es Salaam, makao makuu ya chama hicho a Magomeni. Tunane tena siku nyingine, wakati mwingine. Na wewe tupe maoni yako, unasemaje kuhusu taarifa hii na kauli aliyoitoa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo kuhusu kuonekana kwa hutokana kwa ubovu wa uongozi, ukosefu wa demokrasia na udhaifu wa taasisi muhimu hapa nchini, ambazo zinapaswa kusimamia haki na usawa kwa watu wote. Changia maoni yako hapo chini na tuambie unasemaje. Kwa heri kwa sasa.